Anainuka anasema, mimi nitaenda. Sikia kama vile andiko lilisema, hakuna adui atatokea kungine. Adui wa Kongo atakuwa ni mtoto wa Kongo, adui wa nchi atatokea paka muinchi. Biblia inasema ya kwamba adui wa mutu ni mutu wa nyumba yake. Sasa inafika juu ya Samson. Biblia inasema ya kwamba Beko banaenda kumusokosite Delila, banamwita Delila, wanasema wewe mrembo, utaenda kwenda kututegea nyara kwa sura na mfano wa urafiki, lakini chenye utatenda kitakuwa ni kakumunasa. Sikia, usipojua usiku wako, ujua ya kwamba mchana hautajua kiki ilitukia. banambeba Delila banaenda na, na Delila banamupa Samsoni. Samsoni anaishi na Delila. Delila anaonesha hali ya masemi kuwa ni bora, lakini ndani anatega mtego. Sikia, ni vyepesi sana ujue adui wako, lakini ni vigumu sana we kujua ni nani anaye kupenda. Sababu ilitokea banateka kumtetiza Yesu banatafuta kati ya watu ambao Yesu anatembea nao, wanaenda kumbeba Yuda Iskariote. Yuda Iskariote anapewa vipande makumi tatu vya fedha. Biblia inasema Yuda anamwambia sikia, alama nitakayowapatia ya kwamba nina, ninamjua yeye Yesu, alama ni moja, niko naenda nitaweza kwenda kumbusu kwa busu takatifu na yule ambayo nitambusu un kwa busu takatifu, kwa rekomandasyon ya ikritie, paske Biblia inatwambia kwenye kwa MPN, ya kwamba musalimiane kwa busu takatifu. Ndugu yangu, inakuwa uchunguze tendo yote mtu anakutendea, iwe nzuri iwe mbaya, tafuta sana kujua kule chini kunafichwa nini, sababu usipojua yenye kupita usiku ujio ya kwamba ya mchana hutajua kitu. Biblia inasema bana mupe wa Yuda banaenda naye Yuda anawapatia kosini, lakini anataka kwenda kwa Yesu afike kwa Yesu aende ampatie bese. Biblia inasema Yesu mtu wa nguvu akamfumbula akamwambia, ndugu fanya kenya unajia. Kile ndio kinatuua sisi leo, watu hawajue kufanya discernment ya matendo esitu akiwa na njaa wakampa chakula. Hana wakati kujua kama hii chakula ni ya sumu au hii chakula ni nzuri, nyuma ya hii chakula kuna nini, nyuma ya hii chakula kuna mutego au kuna shimu, hajali. Biblia inasema Yesu akamwambia, wewe Yuda, fanya ulichojia kufanya, mimi ninajua kile unakuya kujua kukujia kufanya. Sikia, ni vyepesi katika maisha yako kuchua yule ambaye anakuchukia, lakini ni vigumu kujua nani anayekupenda. Kwa hiyo simama, una haki kufanya analisi, una haki kutafuta kujua le pourquoi de chaque chose chaque acte katika maisha yako. Sio kila neno ambayo itakukurupusha, sio kila tendo ambayo itakukurupusha.